Matokeo ya uchunguzi wa maiti ya mfanyikazi wa ujenzi katika uwanja wa Talanta hapa Nairobi yalionyesha kwamba alikufa maji na pia alikuwa na majeraha mabaya kichwani. Sammy Kyengo aliripotiwa kupotea mapema mwezi huu ndani ya uwanja huo wa Talanta, kabla mwili wake kupatikana wiki moja baadaye, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Francis Oden. Familia ya Sammy Kyengo aliyeripotiwa kupotea na baadaye kupatikana akiwa amefariki katika uwanja wa Talanta wamepata majibu ya kifo cha mwanao. Aliweza kupata majeraha katika mgongo na mbele na kichwa, kichwa alikuwa amegongwa. Maswali yetu kuu, nani alifanya haya na alifanya kwa nini? Nini inaweza fanya mtu amuue amuue mwenzake? na kutoka tangu alipouliwa Mbona serikali yetu ya Kenya haijachukua hata dakika ishughulike kwa ajili ya familia hili. Majasusi katika kituo cha Kilimani sasa wameanza uchunguzi kubaini vipi mwili wa Kyengo ulivyofunikiwa na mbao katika kidimbwi alikopatikana. Simon Fredy kaambiwa kuna mauguo zimepatikana, change the room niende. Lienda kapewa mauguo nikakonfirm, nikapata ni zake. Sasa vile nilifika kwa ofisi man akapigiwa akaniletea hizo manguo how come the hole which you know was full of water which he was found in was covered according to the person who found out if indeed he slipped and fell you know then you would expect that that particular hole would be open because a human person going through a hole would definitely leave it open but we hear that the person who found it had to remove the wood Licha ya eneo hili kuwa chini ya ulinzi mkali, wanaharakati wameapa kuuliza maswali katika eneo hili linalosimamiwa na wanajeshi. Ni katika uga huu wa Talanta ambao uko chini ya ujenzi unaendelea, mwili wa Sammy Kyengo ulipatikana katika kidimbwi cha maji katika eneo hili ambapo ujenzi unaendelea, swali likiwa, je, Chanzo cha kifo chake kilikuwa kipi, na ni nani alisababisha kifo chake, huku eneo hili likiwa chini ya ulinzi mkali wa wanajeshi na hata vitengo mbalimbali mbali vya usalama. Ode Francis, runinga ya Citizen katika barabara ya Ngong hapa Nairobi.